Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, ndugu wanafirdaus, wapenzi wa jumuiya ya Firdaus na wale wote ambao munafuatilia matukio mbalimbali yanayoletwa kwenu na, na jumuiya yako pendwa kabisa Jamiiyatu Alfirdaus Alkhairiya. Hiki ndicho chumba kinachojengwa katika Masjid Alfirdaus Kinondoni, chumba cha kuoshea na kuhifadhia maiti. Masha Allah, tabaraka rrahman ni fadhila kubwa kwa wale ambao wanatoa michango yao katika kufanikisha ujenzi wa chumba hichi. Baada tu ya kukamilika kwa msikiti huu Masjid Alfirdaus na chumba hichi kukamilika e, maiti zote za eneo hili zitaweza e, kufanyiwa maandalizi hapa kabla ya kupelekwa katika makaburi yao. Ni fadhila kubwa kwa kile aliyechangia, kwa kuwa wema e, na waovu ambao wataoshwa katika eneo hili na kupelekwa katika makazi yao ya muda mrefu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie thawabu za kila ambaye ataoshwa katika eneo hili ziingie katika madaftari yetu, na Allah atuwekee katika mizan hasanati hasanatina. Ni maandalizi hayo ya kuelekea ufunguzi wa msikiti huu Masjid Jamia Al-Firdaus hapa Kinondoni. Masha Allah, tunawahimiza ndugu zetu ambao wanaendelea kutoa wa sadaka zao kwa ajili ya ujenzi wa chumba hichi cha kuoshea maiti waendelee na kesho, siku ya Ijumaa, wazidishe michango hiyo ili tuweze kufanikisha kwa wakati na tuweze kufungua msikiti huu na kufungua chumba hichi.